Shalom shalom, mtu wa Mungu, popote ulipo, mimi naitwa Pastor David Nindi. nimesimama mbele yako ili kukupa mwaliko wa mchango wa kuchangia hema la kufanyia ibada na hilo hema litajengwa hapa niliposimama. hapa panaitwa Kibamba Mbezi Dar es Salaam. ninachokiomba kwako ni mchango wako ili tuweze kufanikisha ujenzi huu tunatamani hapa kufika mwezi wa 12 tarehe moja tuwe tumeshaanza ibada kwa tuna vitu vingi tunahitaji tunahitaji bati tunahitaji viti na kadhalika. Kwa hiyo mtu wa Mungu popote ulipo, kwa chochote ambacho Mungu atakugusa kuchangia ujenzi huu Mungu atakubariki sana. Me, lakini pia unaweza uka, ukatuma sadaka yako ukaambatanisha na maombi yako. Kwamba mimi nimetoa sadaka hii lakini natamani Mungu anifanyie hiki hiki hiki na hiki na hiki na hiki. Tutakuombea na na imani Mungu ambaye unamtolea sadaka hii ambayo watu watakuja kufanya ibada hapa hawezi kuyaacha maisha yako na atakugusa. Namba za kuchangia zipo hapo zinapita hapo kwenye skrini yako. Inawezekana labda hujaelewa. Unataka kueleweshwa zaidi, piga 0746676 56 72. Mtu mwingine mwingine anaweza akasema ah, siwezi kutoa hela ya yangu mpaka nifike site. Site ni hapa Kibamba. Unaweza ukapiga hiyo namba kwa kuleta saiti. Mungu akubariki sana. Hatuna kiwango cha kuchangia ujenzi huu, chochote Mungu atakacho kujalia. Mungu akayagusa maisha yako wewe ambaye utachangia ujenzi huu. Amen.